Ni siku ambayo tunajitathmini dhidi ya mapambano ya UKIMWI, tulitoka wapi, tuko wapi na tunatakiwa kufanya nini. Kwa hiyo ni siku ambayo ni muhimu sana kwa taifa letu, lakini kwa maendeleo ya jamii yetu. Hadi kufikia Novemba 25 halmashauri ilikuwa na watu wa huduma elfu 15 na hamsini na tatu walio katika ufuasi wa dawa za kufubaza virusi vya UKIMWI. Na taarifa hiyo imeonyesha kuwa pamoja na jitihada zinazoendelea kuchukuliwa, lakini tatizo la UKIMWI bado ni changamoto kwenye jamii yetu, hivyo tuendelee kuchukua hatua na tahadhari. Kwa mwaka huu kama ambavyo tumesikia kwenye taarifa E, walilenga kupima watu sitini na saba elfu mia saba arobaini na nane na, na ambapo hadi sasa wamefanikiwa kupima watu sabini na mbili elfu na mia tisa themanini na moja sawa na asilimia mia moja na nane na hapa pia tuwapongeze kwa sababu kazi kubwa imefanyika, na tumeweza kuvuka revu lakini kati ya waliopimwa asilimia 0.01 hawa waligundulika kuwa na maambukizi. Kuna kazi imefanyika na maambukizi yameshuka, lakini kama mratibu alivyosema kwamba hapa, kati ya watoto 147 waliozaliwa na mama wenye maambukizi na kufanyiwa ufuatiliaji kuhusu hali ya maambukizi kwa kipindi cha miaka miwili, matokeo ya mwisho yameonyesha kuwa hakuna mtoto aliyekutwa na maambukizi ya virusi vya UKIMWI. Hii ni hatua kubwa katika kudhibiti maambukizi ya mama kwenda kwa mtoto. Nichukue nafasi hii pia kuipongeza sana halmashauri yetu ya jiji la Tanga kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kwa hatua zinazoendelea kuchukuliwa na kupunguza maambukizi tumesikia eh, shughuli ambazo wanazifanya kama kutoa elimu ya UKIMWI, lakini kugawa kondomu katika maeneo hatarishi, lakini kufanya upimaji wa virusi vya UKIMWI eh, katika vituo vyote vya kutolea huduma za afya, lakini kutoa dawa kinga kabla ya kukutana na maambukizi hatarishi lakini pia kutoa dawa za kuzuia maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, kutoa dawa e, za kufubaza virusi vya UKIMWI, lakini kufanya uchunguzi na matibabu ya magonjwa nyemelezi, lakini kupinga kupima wingi wa virusi kwenye damu na kuwashirikisha wasichana walika bale kuanzia miaka kumi na tano hadi kumi na tisa na wanawake kuanzia miaka ishirini hadi ishirini na nne. Juhudi hizi zote zinafanyika ili kuhakikisha kundi hili kubwa la vijana linaachana na mambo haya ya kujiingiza katika dawa za kulevya lakini linajishughulisha kwenye shughuli za uzalishaji mali. Sisi wengine wote tuhakikishe tunaweka mikakati kuhakikisha tunawajengea tunawajengea mazingira mazuri vijana wetu, ili waweze kuachana na shughuli mbalimbali ambazo tunaona zinahamasisha masuala ya UKIMWI. Napenda pia kuwapongeza wadau walioshiriki katika maandalizi ya kilele cha maazimisho ya mwaka huu kama ambavyo mmetajwa: Toyota Afriwan, Gift of Hope Foundation, Oyabi, Tanga Yetu, G-O-G-O-Y-N, THPS, Tanga Drugs Free, Konga, dawati la polisi na wengine wote ambao sijawataja, lakini wameshiriki vizuri katika maandalizi haya. Nimalizie na mimi kwa kusema kauli mbiu ya mwaka huu ambayo inasema shinda vikwazo, imarisha mwitikio, tokomeza UKIMWI. Naomba hii sote twende kwa pamoja katika kauli mbiu hii, twende kwa pamoja kuisema kauli mbiu, shinda vikwazo, imarisha tokomeza. Asanteni sana.